Kwa ajili ya kumkaribisha mhubiri mtakatifu, mtakatifu katika maeneo ya mbinguni, ni masaa ya mchana. Hebu Baba tazama, tunapoenda kupata chakula chako cha kiroho tukafanye, hata ataenda kukitoa, Bwana kaseme naye kupitia moyo wake, hata atakufundisha Mungu, tukafanye, tukapate kufanya kazi kwenye maisha yetu ya kila siku Lilo ombi letu, tumeomba tukiamini utatenda na utakuwa nasi, mwanzo wa ibada hii mpaka wa mwisho, ni katika jina Yesu Kristo mwashukuru. Amen. Amina. Ningependa kumkaribisha mhubiri wetu wa muda huu Alana, karibu. Amina. Namshukuru Mungu kwa ajili ya nafasi hii ya mchana wa leo. Tutakuwa na ibada fupi kwa ajili ya kuombea ipokietu ya mchango wa hela, na katika maombi haya tuna demo ambayo natuambia kwamba nitakwenda ni watafute wasioweza mm, katika simu hii tunajifunza kwamba yaani muu hii nafsi utume na ule moyo wa Mungu moyo wa Mungu eskwiso, fikia, zaifu, na utume wa Yesu Kristo wa kuwafikia walio dhaifu na wanaohitaji msaada. hiyi anachotuombe, tunakushukuru Mungu wetu tangu asubuhi hata masaa haya hayo, ameendelea kuwa pamoja nasi. Tunakuomba tunapokuwa tukianza kipindi hiki cha neno kuu, Mungu kawa pamoja nasi hata tunapokuwa tukihitimisha. Maombi ya machache katika jina la Yesu. Amina. Amin. Amin. Amina. Tutasoma yawe... Ezekieli sura ya thelathini na nne na ule mstari wa kumi na sita. Neno la Mungu linasema nami nitawatafuta waliopotea, nitawarudisha waliofukuzwa, nitawafunga waliovunjika, nitawatia nguvu wagonjwa Mungu anatoa ahadi ya kuwatafuta wale waliopotea na kuwarudisha. Kama Mungu anao mpango wa kuwatafuta wale waliopotea na kuwarudisha, basi tunayo jukumu sisi ambao tumempokea tu, Yesu na tunatii kwamba ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu sasa tukafanye kazi hiyo pamoja na yeye ili kusudi wale ambao bado hawajamfahamu Kristo na wale ambao wana shauku ya wa kumfahamu Kristo waende wakaone utukufu wa Mungu na waweze kumkubali Kristo. Kwa hivyo tunapaswa kwenda kuwaambia hizi habari njema, ili Bwana aweze kuwafungua. Inawezekana kuna watu wanasumbuliwa na magonjwa, kuna watu wanateseka na maisha ya hapa na pale, ni kwamba hawajajua tu ukweli, hawajafahamu kwamba Mungu ana uwezo katika hayo magumu ambayo wanapitia. Tunapokuwa tunaenda kufanya kazi ya Mungu, kuwaambia watu ile habari njema, kuwaambia ule ukweli ambao unaweka watu huru, ndipo tunawafanya wale watu wawe huru na kumwamini Kristo na waweze kuambatana naye katika maisha yao. Na pia Mungu mwenyewe anatuambia kwamba hakuja ku mwana adamu hakuja kuokoa alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Kama mwana wa Adamu alikuja ku- kutafuta na kuokoa kile kilichopotea, basi ni wajibu wangu na wajibu wako tuweni tukafanye kazi ya Mungu. Tuna ripoti ambayo iko mchango wa hela. Inawezekana labda unafikiria mimi sina muda, inawezekana labda unafikiria mimi sina hela, lakini tunaweza tukashiriki. Kwa wale ambao hauna muda, una uwezo wa kutoa kitu unaweza ukafanya ili kusudi wale watakaoenda kuwahubiriwa habari njema na wale watakaoenda waweze kuokolewa. Lakini naweza nikasema sina pesa, lakini muda ninao, ninatakiwa niende nikafanye kazi ya Mungu. Mungu anatuhitaji sisi ili kusudi wale watu wake waweze kuokolewa. Lakini pia tu, tuangalie katika kitabu cha Mathayo kumi na nane ule mstari wa kumi na mbili mpaka mstari wa kumi na nne ule mfano wa mwanakondoo aliyepotea. Mungu anasema ni nani ambayo kwake anaweza kapotea kondoo? Naomba urudie, urudie fungu, tunasoma Mathayo kumi na nane sura ya kumi na nane mstari wa kumi na mbili mpaka kumi na nne. Umesikia? Matayo kumi na nane mstari wa kumi na mbili mpaka kumi na nne neno la Mungu linasema: mwaonaje mtu akiwa na kondoo mia mmoja akampotea, je, hawaachi wale tisa na tisini akaenda mlimani na kumtafuta na yule aliyepotea? Hata akipata kumwona, amini nawaambia amfurahia amfura huyo zaidi kuliko wale tisa na tisini waliopotea. Vivyo hivyo haipendezi mbele za Baba yetu aliye mbinguni kwamba mmoja wa wadogo hawa apotee. Na ndio maana ripoti ya mchango wa hela ikaandaliwa ili kusudi wale ambao bado hawajamfahamu Bwana waweze kuokolewa. Na alitoa mfano wa mwanakondoo mmoja, lakini kwa ulimwengu wa sasa tunaona ni watu wengi wanamhitaji sana Kristo. Kwa hiyo sisi ambao tunaijua kweli na tume tuna nuru tunatakiwa kwenda kuwaangazia watu wengine nuru hiyo ambayo tuko nayo, ili kusudi aweze kumwona Bwana. Na kama vile tunavyoambia kwamba tuende basi, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Kwa hiyo ni jukumu langu, ni jukumu lako pia, twende tukawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wa Kristo. Hili ndio neno la Bwana kwa mchana wa leo na Mungu anaisana kwa kushiriki. Uh, asante kwa neno zuri. Uh, ningependa kuleta kwenu mambo ya kuombea mchana wa leo. Na jambo la kwanza ni kuombea wahudumu wa effort kuanzia kwan, wahubiri wa, kwaya, watu watakaokambika na kila atakaye hudumu saa pili. Ombi la pili ni tu, tuombee pia roho wa Mungu aendelee kufanya kazi kwenye mioyo ya walengwa tunaoenda wa kuwahudumia. Kama kuna mtu ana pendekezo lingine la ombi ambalo tuna li, tu, linaweza kuombewa kwa mchana huu wa leo ndiyo kuna dada moja ameomba tumwombee anapitia wakati mgumu, kwa hivyo ameomba tumwombee. Sawa, so, sante. Mama mwingine mwenye pendekezo la ombi mchana um, leo tutaombewa na watu wawili, ambayo mama wadia utatu, utatuletea ombi kwa vitu hivyo ambavyo tumevitaja, na Bukelebe pia utatufungia kwa ombi kwa kuombea. Mama utaombea ombi la kwanza la kuombea wahudumu ambao watahudumu kwenye efoti yetu, ambao tumesema kwaya, watu watakaokambika na kila ataehudumu. Bukelebe wewe, utatuombea, utaombea Roho Mtakatifu aendelee kufanya kazi kwenye mioyo ya walengwa ambao tutaenda kuwahudumia. Pia utaombea ombi ambalo mama amesema, kumwombea huyu mwenzetu ambaye anapitia changamoto. Karibuni, madam Lulu. Bukelebe anasema ana shida kidogo kwa upande wa sauti, ah basi kaka William uta- utashika mikoba ya ha Bukelebe. Aya, da, aya dada Lulu, niko tayari nita, uh, nitafanya hivyo. Bariki we Sa. Mama, mama, wadio ndio Karibuni kwa maombi, ataanza mama afu atafata William. Asante sana, tungombe tu. Baba wetu wa mbinguni, asante sana kwa muda tunakutana tena chini ya miguu yako saa sita mchana huu, Baba tunashukuru sana kwa binti yako Alana, umetupa ujumbe sana ujumbe ambaye ambayo tuachie hapa duniani ili twende tukahubiri neno lako kwa waliopotea, tuwarudie vizimub. Tunakushukuru sana kwa hii jumbe, umetutia moyo katika kazi ambayo tunaenda kufanya wiki jayo. Baba tunakumbuka, tuna wahudumu wote tunakumbuka Pasta Elisha, tunaomba wewe naye bariki kwa njia pekee mlinde mpe afya njema pia, mambo yote ambayo itakayoweza kumzuia kuja kufanya hiyo program ya uhubiri katika effort ya mcha, ya changua hela baba ya na familia yake. Pia baba tunaomba pia kaaamzi ambayo pia atakuwa nasikuni, tunabariki kwa njia ya pekee, mpe afya njema na msaidie zuie chochote itakayoweza kumzuia kuhudhuria Baba tunaomba kwa mte watakuwa wanahudhuria upande wa watoto, programu ya afya, programu ya sheria na wale ambayo watakayotembea kutoka nyumba hadi nyumba kwenda kualika wawo, watu chia moyo, watu tunaombea mkuu a kundi mijilisi, tunaombea roho za watu wote ambayo baba umeandaa kwa ajili ya hiyo effort kuanzia wiki yeo, tunaomba wako mtakatifu atulie mbele afanye hizo kazi zote, ili itakuwa ni kazi rahisi. Tunaka vijana wetu ambayo ni mbaji, Pastor Mbe, Pastor Frank, tunaomba wenao pia na na uendelee kuwabariki kwa njia ya pekee na wasaidie pia waweze kupata hela ya kulipa kulipau tunaomba haya yote okay, kwa jina ya Yesu, amina. Amina, amina, amina. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, asante Bwana kwa wema wako na ulinzi wako ambao unaendelea kututendea wanao kila kukichao. Asante kwa neno la uzima ambalo tumepatiwa na mtumishi wako Alana hakika Bwana, tuna wajibu mkubwa sana wa kufanya kazi, kutafuta kondoo aliyepotea, lakini wakati mwingine tunakutana na changamoto mbalimbali, lakini Bwana, somo letu limetusihi kwamba tukaweze kutumika kwa pamoja katika ifoti yetu ambayo iko mbele yetu. Mbariki mtumishi wako kwa neno hili la uzima na wale wote ambao wamelisikiliza, likawe chemichemi ya uzima katika maisha yao na hata wengine ambao hawatalijua neno lako tutawapelekea pia, watalipokea na watu ambao tumesikiliza tumebarikiwa. Sasa Bwana, katika huenda uh, sisi sisi ni binadamu Bwana, huenda tumekutenda dhambi kwa kujua ama kwa kutokujua. Kwa sababu dhambi hizo huenda za zikawa zinakwamisha sana uh, kutuletea zawadi yako ya maombi tunayoomba kila siku lakini kila mmoja ana mizigo ya dhambi moyoni mwake, tunakuomba na kukusihi Bwana uweze kumtua ili kwamba baraka zako tunazokuomba zikaweze kumiminika juu ya kila mmoja ya mtoto wako anayekuomba na tukikiri dhambi zetu Bwana, basi sasa tunakuomba uweze kutujibu maombi yetu sasa na mapenzi yako. Kuna mtu ambaye ametajwa na changamoto, anapitia changamoto mbalimbali hatu, mimi sijui changamoto hiyo, lakini Bwana wewe hata jina lake silifahamu. Ametajwa tu kwamba ana changamoto, ila sasa Bwana ninakusihi na kukuomba, Mungu wangu, katika changamoto yake ukamsimamie hata katika changamoto ngumu kiasi gani, awe mshiriki asiwe mshiriki, lakini Bwana, mkono wako wa maajabu Bwana, tunakuomba umtendee sasa na mapenzi yako. Kama anaumwa mpone, kama ana shida yoyote ile ambayo wewe unaifahamu Bwana, mgange ili kwamba akaendelee uh, kushangilia ukuu wako, kwamba kama sio wewe Bwana, Israeli na aseme sasa. Kwa hiyo, kwa hiyo uendelee kwa pamoja naye, pia tupatie afya njema Bwana na vijana wote. Tunapokuwa tunaenda sasa kufanya effort hiyo kikubwa kabisa Bwana, tunakuomba tupatie afya. Baada ya kupatia afya Bwana, tunaomba tupatie nia, kwa sababu tukiwa na nia tayari mmoja kwa mmoja tumefanikiwa. Lakini huenda miongoni mwetu kuna mtu ambaye hana nia, Bwana mpatie nia na tunaomba kabisa kwamba hiyo roho ivunjwe mara moja, ili kwamba Bwana kupitia nia zetu kwa pamoja, kwa sababu Yesu amesema kwamba sisi tukipendana sisi kwa sisi na tukiwa na umoja kama ulivyo mwili, na tukifanya kazi kwa ujumla, Bwana wewe utatia mkono wako, na tutafanikisha kazi yako au tusaidie lakini sio hivyo tu. Vijana wanapambana na mambo mbalimbali, wengine wanahitaji kazi, wengine wanahitaji wenza wa maisha, wengine wanahitaji mahusiano mazuri katika familia zao, familia zinazokuwa zimeparaganyika. Bwana tia mkono wako. Wengine Bwana, wanahitaji kuwa na biashara kubwa, sio kidogo, kubwa kabisa. Bwana watendee sawasawa na mapenzi yako, lakini Bwana wanapouunawapatia → wanapokula na unawapatia hivyo sifa na utukufu Bwana viwe kwa ajili yako sio kwa ajili yao. Bwana, tunakuomba uyatenda haya yote pia. Tunazidi kuwaombea wale ambao watakao participate katika mahubiri, hao Pasta Elisha. Bwana akampatia neno lako la uzima, asionekane yeye bali ukaonekane wewe. Bariki na watumishi wengine watakao participate kwa ajili ya kualika na ku alika watu na kugawa vitabu, kufanya uinjilisti wa nyumba kwa nyumba. Malaika wako walio wema, tuma eneo hilo Bwana, wakalitakase pia. Bwana, tunamalizia kwa kuomba tupatie amani ya nchi. Bwana, amani ya nchi ndiyo itakayotusaidia hata sisi wenyewe kutenda kazi yako vizuri, maana kuna watu wengi wamepoteza ndugu zao, tunalia sana, tumehuzunika. Sasa isijirudie Bwana, tunakusina kukuomba amani iwepo. Inaamini kabisa kwamba amani itakuwepo na neno lako itahubiriwa na watu wako watakaoenda kupandikiziwa neno lako la uzima, wataliamini na watabatizwa na mavuno yatakuwa mengi. Mimi ninaomba hayo, maombi ni mengi sana, lakini Bwana niombe tu niseme tu kwamba hayo yatosha, neema yako yatosha. Ni katika jina la Yesu Kristo, amina. Asanteni wote mliohudhuria katika ibada yetu ya mchana, Mungu abide kuwabariki na niwatakie mchana mwema.